Taarifa ya Swaleh Mutwiri na maisha yake anavyoendelea. Swaleh Mutwiri ni kijana mashuhuri mwenye maadili ya kipekee na bidii kutoka kijiji cha Kidhetu kilichoko katika wadi ya Nadhu na kaunti ya Meru. Ni mtoto wa mama Rael Mudhoni na mzee Julius Kiliungu. Alizaliwa tarehe 23 Aprili mwaka 1990. Tangu utotoni wake, Swaleh amekuwa mtu mwenye kujituma na anayejali sana kuhusu maisha ya familia yake, jambo ambalo limechangia sana mafanikio yake ya sasa. Licha ya changamoto za maisha ya kijijini, Swaleh aliweza kustahimili na kupambana kwa juhudi binafsi hadi kufikia hatua alionayo sasa. Hadi sasa hajawa rasmi, lakini ni baba wa watoto watatu kutoka kwa wake tofauti. Mtoto wake mkubwa ni kijana aitwaye Aryan Mwiti, wa pili ni msichana Chantel Mudhoni, na watatu ni msichana mwingine anayeitwa Blessing Gachoi. Hili linaonyesha namna maisha yanavyobadilika, lakini hata hivyo Swaleh hakulegeza kamba katika majukumu yake ya kuwa mzazi. Swaleh Mutwiri anajivunia sana kuwa mzazi mlezi single father, na amethibitisha kwamba si lazima mtu awe kwenye ndoa ili aweze kuwalea watoto wake kwa heshima, upendo na maadili mema amejitolea kikamilifu kuhakikisha kwamba watoto wake wanapata elimu malezi bora na msingi imara wa maisha kwa jamii ya kidhetu na hata maeneo ya Mombasa, Swaleh ni mfano hai wa uzazi wa kuwajibika na upendo usio na masharti. Mama yake Swaleh Rael Mudhoni alianga dunia tarehe tatu mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na tatu. Aliwaacha watoto watatu Swaleh Mutwiri, Joy Canario and Maureen Mwendwa. Wakati huo Swaleh alikuwa na miaka kumi na mitatu. Ndiye aliyekuwa kijana na mtoto mkubwa kwa Rail Mudhoni. Swale aliendelea na masomo yake licha ya kupitia maisha mangumu bila kujua waliko dada zake mwendo na Kanario. Kampuni ya Royal Media inayomilikiwa na Askemachari iliamua kumsaka mmoja wa wanawe Rael Mudhoni tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka wa 2020 na kumpata aliyekuwa kijana wake Rail anayejulikana kwa jina Swaleh Mutwiri. Tulimpigia simu siku kadhaa bila kumpata. Wakati tulizungumza na yeye ilikuwa siku ya Jumapili, wengi wakitarajiwa kuwa makanisani, lakini yeye yuko kwenye biashara yake ya kuuza pombe ambako hutafuta riziki yake ya kila siku. Tulimwomba tuzungumze naye muda kidogo. Tulipomuuliza kuhusu maisha yake na dada zake. Hii hapa maneno yake, Swaleh Mutwiri. Mimi tangu mama atuache hapa duniani tulipita changamoto mingi sana ikiambatana na kuteshwa katika familia. Mpaka hivi saa hii sijui waliko dada zangu, lakini mara kwa mara hupatana na dada anayenifuata Joy Kanario Nairobi, eneo la Kiseriani, ambako nilikuwa mgeni Nairobi. Nilihishi kwake kwa muda wa miezi miwili na baadaye tukahamia Kitengela, Shuna Estate, kwake nyumbani. Mara ya mwisho kumwona ilikuwa mwaka 2020. Mwendwa sijawahi kumwona ila tunaongea kwa simu, uniambia yuko Nakuru, ameoleka na amebarikiwa na watoto wawili vijana. Mimi sipendi kufikiria mambo yaliyopita, juu yataniumiza tana. Nilishukuru sana kuzungumza na Swaleh kwa kujitolea kuzungumza nasi, tutazindi kuwajulia hali. Swaleh alituambia kuwa yeye apendi kufikiria mambo yaliyopita maana yatamchanganya maishani. Kwa upande wa maisha ya kiuchumi, Swaleh ni mjasiriamali hodari. Anamiliki nyumba ya kisasa yenye vyumba vitatu, tatu bedroom house, anayoishi na watoto wake, akiwapa mazingira mazuri ya makuzi. Aidha, anamiliki magari mawili, moja kwa ajili ya biashara na lingine kwa matumizi ya familia au shughuli zake binafsi. Swale ni mshirika wa kanisa la Winners Chapel International Mombasa ambapo alijiunga na kanisa hilo tarehe 2 Januari mwaka wa 2015 baada ya kupatana na mama mmoja kwa jina Philes Achila Gibendi eneo la Shanzu Punda Milia estate. Akamsalimia Swale na kumpatia karatasi ya kumwalika kanisani na pia kuambia wanakuanga mpaka na Winners Fellowship Satellite Mtwapa katikati za wiki. Swale akiwa kwenye mkahawa wa kifahari unaojulikana Sunset Resort, Apartment and Accommodation. Lisha ya kuwa Mutwiri ni mzaliwa wa SDA Kambia 7th Day Kidetu. Swale pia ni mfanyabiashara maarufu katika jiji la Mombasa hasa katika mtaa wa Bamburi ambapo anamiliki duka la vileo linalojulikana kama Kanairo Joint Winners Spirits. Duka hili ni miongoni mwa maeneo maarufu kwa huduma bora. Usafi na usimamizi wa kitaalamu imambo mambo yanayoashiria wa ukomavu wake wa kibiashara. Mbali na biashara hiyo, Swaleh ni mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya ukodishaji magari iitwayo Smeja Kahire Limited. Kampuni hiyo kwa sasa inamiliki zaidi ya magari 48 na, na imekuwa ikihudumia wateja wengi kutoka Mombasa na maeneo ya jirani. Smeja Kahire imejipatia sifa kwa kutoa magari safi yenye bima kamili na kwa bei za ushindani. Kupitia kampuni hii Swaleh pia ametoa ajira kwa vijana kadhaa na hivyo kusaidia kupunguza ukosefu wa ajira katika jamii. katika jamii Swaleh Mutwiri anajulikana kama mtu mwenye moyo wa kusaidia, na anayeshiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii. Amekuwa akihamasisha vijana kujituma, kujitegemea na kuepuka maisha ya uhalifu au ulevi. Mara kadhaa amekuwa mgeni wa heshima katika mikutano ya kijamii na wakati mwingine anashiriki katika harambee au kuchangia maendeleo ya jamii yake ya asili huko Kidhetu. Swaleh pia amekuwa akitoa msaada kwa familia zisizojiweza kwa kuwapa chakula, kugharamia ada ya shule ya watoto wao au hata kuwatafutia ajira vijana waliomaliza shule. Anaamini kwamba maendeleo ya mtu binafsi hayawezi kamwe kuwa na maana kama hayagusi maisha ya wengine. Kwa ujumla Swaleh Mutwiri ni mfano bora wa kijana ambaye ametoka mbali, ameshinda vizingiti vya maisha na sasa anang'ara kama taa ya matumaini kwa jamii yake. Kupitia maisha yake, anafundisha kuwa bidii, maombi na uamuzi dhabiti vinaweza kuibadilisha historia ya mtu yeyote bila kujali alikotoka. Asanteni na Mungu awabariki sana. Mie wenu Justine Wamai kutoka Royal Media Limited.